Leo hakuna maneno mengi lakini madawa was nywele kipilipili. Dawa hii ni mafuta mazuri mno ya kukuza nywele zako, kuongeza nywele. Ni mazuri mpaka kwa watoto, yanajaza nywele, yanaondosha andasho mba na miwasho ta haya ni mazuri mno, ni mazuri mno, lakini mafuta haya fashimu ras yanaandamana na dawa inaitwa zayyiniha lihiyatun. Zayyiniha lihiyatun ni dawa ambayo ni dawa nzuri sana kulainisha ndevu, kuongeza ndevu, kuzifanya kuwa nyeusi Weka harufu nzuri katika ndevu, kumvutia mke wako. Toba ya Ilahi. Haya sasa, zajiniha lei yatum nahashiru aras, dawa hizi mbili ni dawa mujabra sana, ni dawa mujabra kabisa kabisa. Ha, Uislamu wetu umetueleza dini ya Uislamu, ana mamaa, uislamu umejengwa juu ya usafi. Hadithi yamepokea Imam Tabarani Tabarani, wanasema kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alislamu au ilum, uislamu ni safi, uislamu ni takatifu na naafu, basi isafisheii fainahu hakika yake dayaukulu jannata ila maikum, ingipeke sipokuwa mtu sa. Haya ni mafuta, lakini hii ni business tijara, lakini ni unavifu, ni usmati abaridake, wanasema usaidi unapicha umasikini, hasa sisi waislamu kwa wasafi zaidi ya maelezo katika mavazi katika ubaadhi e, wanasema kuniuka bamba ili japo si kuachia watu wa kidunia. Sisi ndio tuwe mstari wa mbele. Usafi ni kitu muhimu. Hata ukimlingania mtu katika imani, ana imagine, yaani, huyu ndio ananielekeza kuniita kwa vitu vizuri, kuna pepo, kuna nini, inanukia pepo, yeye mwenyewe ananuka jasho, kichana kinamshi umaridani ni kitu kimoja muhimu kupitia mafuta kama haya, ili msifaulishe maneno ni haya. Kila mmoja position yake ajitahidi kwamba awe msafi, apia rensi yake, muonekano wake. Kama anavaa kilemba, basi asivae kilemba tu meida kiusuu na akivae vizuri kilemba. Funga kilemba chako angalia kwenye kioo, kimenyooka. Si unafunga funga tu kama lemba la nipa. Lakini pia kama unavaa kofia, iseti kofia kwenye uchungi, kwa sababu kwenye uchungi si unavaa kofia kama kama bosho kumeni cherehani. Hata ukivaa kanzu inyoshe, pige basi, tulie kanzu yako. Hata ukichukua saa chukua saa, kitu hasa kitu hasa ibare saa kwa madaha ukivaa okay, shati iwe shati kweli kweli imenyooka, lakini pia kama wewe ni mfugaji wa ndevu ziweke vizuri shehe. Sasa ndevu zako zimtie, si kama ni nyeusi, basi weusi wa maana, wake wake nana e, wake wake wewe. kuna watu wengine si Waislamu kama kina Rick Ross, Rick Ross, USA, wa muziki, ya, hip hop. Sisi naiwese si wamavizikia do yo, ya, hip -hop wana ndevu nyingi, lakini wamezitunza, lakini ile lifestyle yake ya kufuga ndevu wala hapati suna yeye eh? Ni kama lifestyle yake tu, ni show basi. Na wengine waiga hawaigi, kwa sababu wengi we, ni u kazi kaziwa vizuri Je, wewe unayefuga lengo ni mutabaa kumpata Mtume sallallahu alaihi wasallam, itakiwa kiwe vizuri zaidi, zipendeze zivutie, japo hata ukiwa umeziweka shagalabagala na lakaua sawa, usiseme. Unasema hivyo kwa sababu ya hii bidhaa yake, hii bidhaa ndio umekuonesha, na lakini meongeza maneno ya ziada, isiwe tu meina mtu nafanya kuonesha watu kitu wakichukue, tusipate hata nafasi ya promotion. Na ili popote pale eh, inatakiwa izungumzwe izungumz

mnavyoona basi, tuchukua unaona, lakini utakuwa umezipata, lakini utakuwa umezipata aa, lakini mnielewa sana. Usisahau kusubscribe katika channel ya Othman Michael.